Na Sheikh Suleiman hapa. Watilie, watilie, watilie. Hii ni dawa. Unaona hii? Hey. Hiyo al-Qasus bwana na imetiwa na hasal ndani yake. Eh. Hey. La mushkila. La mushkila. Hada tamam. Bana, kijana. Yeah. Upate alikasusi sababu hii alikasusi dawa dawa yeah. Hadha alkasusi mujarrab hadha dawa. Hada shifa ah, shifa no. Wallahi wallahi la mushk la mushkila wallahi no. Hapa kuna mimea 99 99 aywa, sasa mimea <laughs> hii wewe ndio unyo jisikie joto utakalo lisikia utanipa jibu basi, majibu atakawyapata utapelekea wale wazulu uh-huh. wallahi kila kitu ni taratibu hebu, rudia tena, usije akasema kwamba umemeza hivyo vitu bana. Hapana, hapana, eh mash ai khalam naam, yeah. shwaya shwaya, mash papara kuli yom shwaya shwaya. Wallahi nasikia vitu hivyo kiambiwa, aa wakitoka wale sultani wenyewe ndio wao basi, mnaelewa wanasema pia Simba asili ndio wale Arabu, akija wanakaa, kumbe vivitu wanavijua. <laughs> ze Maria, Dr. Kasim mwenyewe. Na inshallah. Eh, tunakutembelea sasa. Mashi mshikila Allah. Sisi hatuna wasi. Karibu. Eh? Karibu. Simba anasemaje Zanzibar? Kama ulivyosikia kijana wangu hmm. Kiongozi wetu alivyozungumza ndivyo hilivyo. Hatuna kigegezi. Hmm. Na tuliomba dua, na tutaomba dua. Na tutaendeleza kuomba dua, na pia kama nilivyokueleza kwamba tumeandaa kinywaji specially alkasusi, mjarabu hadha mafi mushkili, wallahi. Hey, naam naam, aywa naam, hadha mafi mushkili. Uta, utakapokunywa hiki hey, kikiingia kwenye mwili ukitoka jasho hey, basi inshallah wale wa Makonde, sisi South Africa wale. E, wazulu wa. wale wa Stella yule ni Stella mane tu e, nani yule Stella Mbosh ha? yule ni Stella tu akawaida, huyu yule Stella tu. Sasa sisi hatutaki e, tukumbuke yaliyotukuta e, mwaka 1993 kwa ah, mm, sababu nilikuwepo. Sasa lile jambo nilikuwepo uwanjani na nikashuhudia kwa macho yangu Yeah. Sio kuhadithiwa, hapana. Yeah. Uliweka historia kushuhudia fainali kwa macho yangu na ile kanga ni, ilimkabidhi Bimaza. Yeah. Mama kanga hii basi, upande mmoja ulikwisha kuzeeka, lakini upande mmoja najua bibi mkubwa zetu. Yeah. Wanahifadhi. Yeah. Ipo kanga ya mnyama, kwa sababu uwanja mzima ulikuwa ni nyekundu, zile kanga ziligeuka kitambaa cha kufuta machozi, kulilia sana, tulilia vibaya mno. Vijana 2000 sisi hatuelewi ah ah, ah wapi Mazura uh, sasa hapo wewe bado mdogo. Mazura wewe mdogo, yani kwa maana wewe bado mtoto. Ah, mzee yake lazima kidogo, kwa hivyo lile jambo, yeah. Hatutaki litokee siku zile lilitokea fainali. Sasa sisi tunaichukulia hii ya kesho ni zaidi ya ile fainali, kwamba mnakwenda kufuta yale, yale, yes, yale machungu. Hata mimi kesho nitafuta, nitarudi kijana, nitakumbuka kwamba siku ile tulifanyiwa umafia. Sasa tumepindua meza, Mungu ametulipia tena. Kwa hivyo tunahitaji hili jambo kesho lifanikiwe inshallah. Tuseme inshallah, wote Wanasimba vijana wangu wanawalea hao eh, na wakija upande wa pili kama wakija na lugha nzuri yeah. Kama alivyotangulia kusema kiongozi wetu hapa yeah. Tunawakaribisha lakini kama lugha itakuwa ni ile ya ki, ya kiovyo ovyo, naomba tafadhali watu waache yeah, na jambo letu sasa. Wakati hapa naendelea kuchukua dh, madini, mimi naona kama nikuwekea alkasusi kidogo, wewe wa kwanza yeah, upate alkasusi, sababu hii alkasusi dawa dawa, hadha alkasusi mujarab, mujarab hadha dawa, hadha shifa, shifa. Naam, wallahi, wallahi la mushkul, la mushkila wallahi, hapa kuna mimea 99 99. Aiwa, sasa mimea hii wewe ndio unywe ujisikie joto utakalo lisikia, utanipa jibu basi. majibu kwa yapata utapelekea wale wazulu wale ndio wa. Tum, sisi tumeelewana, nimeelewa. Basi mimi kwa heshima yako, kwa sababu umeniomba nionje hiki kitu, sio uonje mimi, ndo kijana mdogo Hina, hina, hina. Fpilari, na Sheikh hapa. Eh. Eh. Eh. Unahitaji? Sheikh Suleiman hapa watilie. Hii ni dawa. Unaona hii? Eh. Hiyo al-Qasus bwana, na imetiwa na hasal ndani yake. Eh. Al-Qasus. al-Qasus. La mushkila. Bana, hii anii ukiambiwa Zanzibar ushamtilia kidogo, eh nawe, ah, eh, bana, tia hiyo ni kwenye nyumbani hapo, mmm, bana, wewe kombe chako kiko wapi? Hebu ulete kombe. Ukiambiwa Wazanzibari ni wakarimu, ndio hii. Hmm. a kidogo kidogo kwa sababu joto. Tunapiga kidogo kidogo. Shua shua. Mashi papara. Kuliomu mashi papara. Ndio. Shua shua. Na Zanzibar huku bana eh, mambo yao kama ambavyo unavyoona. Huoni mtu akiwa amesimama kwa nini dini haitaki? unaambia eh, kwamba sharaba eh. lazima chakula ukipe heshima. Shehe mbona unajotilia shehe? Mwachangai... Maha ba, maha mimi hii dawa nimetengeza kwa Stella Boshi eh, eh, wachanganyikiwe, wa sasa wa usianze wewe kuchanganyikiwa <laughs> inawezekana <laughs> harufu imesha kupitia, ukiondoka hapo unaacha mpaka vifaa vyote. Kitu chenyewe kabisa sasa hapa eh, nadhani tunaweza tukaendelea nende na story yetu. Eh, 93 pale, eh, mm. eh kanga zile ziligeuka kuwa kitambaa cha kutia machozi, nilitembea na mguu kutoka pale mpaka Mtongani saa 12 ilifika Mtongani saa 4 za usiku, yaani saa 12 za jioni. Ndio Mtongani, baada yeah, ya mpira kumalizika sikuona si gari mbele yangu, niliona kiza tu. Mi niliona natembea, kichwa kinazungumza, ujui unaenda wapi. Nilijishukia saa nne Tongani, nafika nyumbani, napita pale Kariakoo, pako baridi, kimya, hakuna hata kinacho kinachozungumza, yaani kama vile kuna msiba. Kwa kweli ile siku siwezi kuisahau, yaani ule ni over msiba. Haya mapenzi ya mpira ni mapenzi mabaya sana yeah. Basi sikujitambua mimi, mapenzi ndio yalizidi badala kupungua, kupungua. So ndio kaona mapenzi so yalizidi, Simba iko moyoni eh. eh. Nashukuru ilifika wakati paka nikakaa mimi na James Sianga benchi eh. moja kocha tukakaa benchi moja mimi na mwenzangu bwana mmoja ni marehemu sasa, anaitwa Selemani yeah. Kunduchi pale eh, okay. eh Mwenyezi Mungu amrehemu na mwenzetu mmoja a kiongozi wa Simba, vile akana nyamwea hao ilikuwa yeah, mimi nakaa benchi la Simba pale kwenye kamati ya ufundi, ndio mambo yao. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. lakini sasa baada ya elfu mbili na tano yeah, nilipokuwa sasa sipewi nafasi ya kutulia yeah, kusafiri kumezidi ndo ikawa nikaachia vijana Kunduchi e, e, nje, safari za nje mara kwa mara nje, mara kwa mara nje. Sasa ikawa tawi nimeliachia Kunduchi Mtongani pale, tawi nimeliachia vijana. Unajua ngoma vijana haikeshi, basi paka dakika. Tawi lipo, lakini halina nguvu, na wale wenzangu ashatangulia mbele za haki. Sasa niko hapa nyumbani kwa Mabata sababu mi ndo nimeoa, kila nikija nafikia hapa, hiki ndio kijiwe chetu. Ndiyo. Na wenzetu wao Simba hapa wapo zaidi ya mia nne Simba fana. Ndiyo. tuko zaidi ya mia nne. Na mna tawi hapa? Eh, tawi, e, tawi hatu liko pale karibu na uwanja pale uwanja. E, pale tuna tawi letu kubwa tu. T, tungependa kuanzisha hapa lakini sasa kuna ujenzi unaendelea, lakini sasa tukaona ngoja kwaeke mazingira sawa, ili tukiliweka tawi letu liwe lime wakavunja na hatutaki tawi la kuchomeka chomeka majiti. we need something good, good perfect, don't like motherfucking something put and then tomorrow you broke it. no no no no, we need the best one bana. Sasa hivi tunaongea Kizungu, sasa tumeanza Kiarabu, tumezungumza Kiswahili, tunaongea kizungu. Hawa Wanasimba, Wanasimba ni watu wasomi kwa, kama ambavyo navyotambulika. Kwa hivyo vitu hapo unavyovisikia sio vigeni, tuendelee. naam sha. naam. Eh, sasa mimi nataka turudi pale tisini na tatu, namna ambavyo ulitizama Simba ya tisini na tatu na unavyoitazama Simba ya sasa, kuna namna ambayo eh, unaamini kwamba Wazanzibari mnakwenda kuibeba Simba kwenye hatua ya nusu fainali kuelekea fainali na hatimaye kufuta machozi ya 93 kwa namna mnapozitazama hizi timu kwa sasa. Eh, uwezekano upo, tena sio leo tu, uwezekano ulikuwepo, kwa sababu hapa Simba ni kwao nyumbani, na wanapokuja huku wanakuja nyumbani, ndio na nyumbanin kilio cha, cha Simba cha Dar es Salaam ni kilio cha hapa Zanzibar. Kwa hivyo tuna uhakika kwa uwezo wa Allah. Allah ndio mpanga yote, sisi tunaweza tukapanga yetu lakini Allah naye akapanga yake. Sisi tunahitaji ushindi kwa kila hali na mali, tunahitaji afepunda mzigo wa bwana ufike nanielewa na ndo nikasema kwamba hatutaki kurudia tukio la mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu. Tunataka tupate faraja, Mungu atukumbuke na sisi. Kesho kifika saa kumi na mbili tunacheka. E, lewe, e, wako, kabla ujaondoka yeah, unabeba biriani sufuria yako moja watu wa melini wanakula kutoka pale bandarini mpaka unafika Dar es Salaam yes, bandarini nao wanakula hiyo biriani hey, hey. mungu simama na yekundu msimbazi simba eh. siku ya kesho ama kesho kutwa nitakayoondoka hapa niondoke na biriani sufuria watu wa botini wakaenjoy, watu wa bandarini wakaenjoy. tuendelee yashatayarishwa hayo matayarisho maana hiyo itakuwa ni sikukuu ndio. tunakula sikukuu yeah. si jumatatu shehe yeah. Jumatatu tunakula sikukuu shekhe, biriani tunakabidhi friji bovu na Simba fani yeah. sufuri ya mbili moja, watakula bandarini wakiingia kwenye meli huko, yeah, bandarini wakishuka. <laughs> ili wasiwe na njaa, sio njaa kwamba wao wana shida, hapana, sio huyu amedipo tu. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa uwezo wa Allah kesho baada ya mechi, tunaweka mzinga wa waini hapa hapa. Ile waini sio pombe, ile ni mvinyo ambao unarekebisha mwili, furaha digestion kujiweka sawa ili biriani ikiingia ipate float yes, that's right yeah. so we need two bottles wine here three bottles it's okay because you say god thank you bana, having two bottles of wines yes. it's okay to celebrate wa yeah. wa simba <messizimba>. yeah. Bana yani huku Zanzibar ya kila aina ya furaha, kila aina faraja haipo na wekundu Msimbazi, Simba watakapofanya yao basi naamini mambo yanakuwa mazuri sana hapa ndani ya Simba Fans TV, lakini kwa wanasimba wote popote pale walipo ulimwenguni. Mimi leo niko hapa kwa Mabata, nadhani dhani si tuondoka mapema sana kwa sababu hivi vitu ambavyo e, navichukua hapa kwa baharia Dkt. Kasi e, basi vinanifanya e, hapa alkasus na nashushia, tunaendelea kupiga story tenza mzee mwenzangu, ndio kaka eh.